Timu ya viongozi wanne kutoka TISTA makao makuu, ikiongozwa na makamu mwenyekiti idara ya mafunzo na ufundishaji TISTA Taifa, Amiri Saidi Juma, imefika Singida na kufanya kikao kazi na uongozi wa mkoani hapa, sambamba na mambo mengine yaliyojadiliwa kuhusu utendaji, pia ilitolewa miongozo kwa safu ya uongozi mpya iliyopendekezwa. Dhamira kubwa ya ziara yetu ni kuimarisha safu za uongozi za TISTA ngazi ya mikoa ili tuweze kutenda kwa ufanisi zaidi. TISTA hii ndio chombo ambacho kinasimamia ufundishaji wa elimu ya dini ya Kiislamu shuleni na madrasa nchini kote. Lakini jambo la pili ni kuchagizana na kuonyeshana umuhimu wa kuwa na timu ambayo itasimamia majukumu ya TISTA katika ngazi ya mkoa. Na katika hili imekuwa ni muhimu kwetu sisi kuja kama sehemu ya kuidhinisha uongozi ambao umependekezwa na wadau wa TISTA katika mkoa huu ili kusudi utambuliwe rasmi kama uongozi wa TISTA wa mkoa wa Singida. Akizungumza kwa niaba ya Shekhe wa mkoa wa Singida, Sheikh Ali Amani Ali, amewaomba wadau mbalimbali mbali kuendelea kuunga mkono juhudi zinazofanywa na TISTA ili kuhakikisha inafanya kazi zake kwa ufanisi. Nimemwakilisha shehe wetu wa mkoa Shehe Isa bin Nasor katika uzinduzi wa projekti ya TISTA kwa Singida. E, jambo limekuwa ni kufana na umeteuliwa uongozi rasmi ngazi ya mkoa, lakini na idara mbalimbali zitakuwa zenye kufanyiwa kazi. E, maazimio yamekuja baada ya wiki moja tuweze kuona na idara zingine. kuna idara za tehama, idara za mitihani, idara za fedha kuonyesha kwamba E, TISTA wamejipanga na wanataka kumfikia kila mmoja, kwa hiyo tutegemee mazuri. E, kwa project ya TISTA pia unaweza ukawa na ukahusika kwa njia ya mali, ukahusika kwa njia ya mawazo. Kwa upande wake mratibu wa TISTA mkoani Singida Ramadhan Husseini amesema mapendekezo wa wapia, ya viongozi wapya yamelenga kuhakikisha majukumu ya taasisi yanatekelezwa kwa ufanisi kupitia wataalamu walioteuliwa. Kama ni idara ya fedha basi e, watu wa fedha waingie katika idara hizo, kwani hivi sasa tunasema TISTA ni chombo cha waislamu wote. Elimu ya dini ya Kiislamu ni chombo ambacho ni, ni, ni, ni, ni somo ambalo halihitaji E, watu wawe na mijadala ya kimadhehebu, mijadala ya kitaasisi. Kwa hiyo e, kwa upande wa mkoa wetu wa Singida, kazi kubwa ambayo tunaendelea kufanya hivi sasa ni hiyo. Kutoka hapa mkoani Singida Ramadhan idilimu wa Mahasin TV.